Ndugu mwenyekiti na ndugu wafanyakazi wenzangu, pamoja na maelezo niliyoyatoa, jambo moja litakalotusaidia kuondoa kero katika utumishi ni kuzingatia misingi ya utawala bora. Utawala bora si tu husaidia kutatua kero za wafanyakazi, bali pia huepusha mikwaruzano na migogoro kati ya mwajiri na wafanyakazi. Uzoefu unaonesha kuwa migogoro ya wafanyakazi na waajiri hujitokeza pale ambapo kanuni za utawala bora za ushirikishwaji, uwajibikaji na uwazi hazifuatwe. Hivyo, ndugu waajiri na ndugu wafanyakazi, sote tushirikiane katika kuhakikisha tunazuia vyanzo ambavyo vinaweza kusababisha kero, changamoto na migogoro baina yetu. Tukiacha changamoto zinazotukabili, napenda nitumie fursa hii kuwapongeza kwa namna ambavyo mmeendelea kuleta mafanikio katika utekelezaji wa shughuli za serikali. Mmekuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi zinazofanywa na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan za kuwaletea maendeleo wananchi. Mtakubaliana nami kuwa ninyi ni kitovu muhimu katika kufanikisha shughuli ambazo serikali imepanga kuzitekeleza ndani ya miaka minne. Tumeshuhudia mafanikio makubwa ya serikali yetu katika kuwafikishia maendeleo wananchi kupitia usimamizi na utendaji wenu. changamoto zilizopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kikokotoo ni changamoto ya kwa wastaafu, hasa watumishi wa umma wanaostaafu na wanaotarajia kustaafu. Kwa kilio hiki, tunaomba kupitia serikali sikivu ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuboreshewe kikokotoo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi tunakemea vikali watumishi wasiowajibika, wabadhilifu wa mali za umma, wazembe, wanaojihusisha na vitendo vya rushwa pamoja na ulevi kupindukia, kwamba vitendo hivyo havikubaliki katika utumishi wowote. Hivyo tunatoa rai kwa watumishi kujiepusha na matendo yasiyokubalika sehemu za kazi, kwani ni kwenda kinyume na sheria na kanuni za utumishi sehemu ya kazi.